Mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA kama msimamizi na mdhibiti kwa sekta ya mawasiliano analo jukumu la kuimarisha elimu kwa umma. Ushiriki wetu kwenye kusanyiko hili au wiki hii ya viziwi ni katika majukumu yetu yale ambayo yametajwa kisheria kwamba tunakuza uelewa bidhaa ambazo zinadhibitiwa nadhani sote tunafahamu kwamba sekta ya mawasiliano imekuwa kwa hiyo maana yake hakuna mwananchi ambayo sasa hivi anaepuka eh, kuhudumiwa na mawasiliano sasa kama kundi hili special watu ambao wenye changamoto ya usikivu mamlaka ya mawasiliano hufanya na huendesha elimu kwa uelewa wao na kuwaongezea kujua zile bidhaa ambazo zinadhibitiwa lakini pia kuwaweka kuwa, kuwa, kuwa katika mazingira ambayo watatumia e, watatumia mawasiliano kwa, kwa fursa zaidi kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba pamoja na, na, na sekta ya mawasiliano kuwa imekuwa na kusogeza shughuli nyingi za kiuchumi na za na, na, na kijamii bado kuna suala la elimu kwa watumiaji hususani makundi ambayo pengine wakati mwingine eh, hayafikiwi kwa namna nyingine zile za, za kielimu. Kwa hiyo Mamlaka ya Mawasiliano kama msimamizi na katika kutekeleza jukumu lake la, ku, la kukuza uelewa, kwa hiyo tunashiriki ma, maadhimisho haya kuongeza na kuimarisha uelewa kwa ndugu zetu wenye changamoto ya kusikia.